Kwa muda sasa eneo la Mlima Elgon limekuwa likishuhudia dhuluma za kijinsia, jambo ambalo limekuwa likiathiri familia nyingi eneo hilo. Akina mama wakizamia uuzaji wa pombe haramu, kwa sasa wakazi wamekumbatia masomo na biashara mbadala. Tupate taarifa hiyo. Wale wametufundisha, wametufundisha kwamba mwanaume ndio kichwa ya nyumba mwanaume anapokuwa kichwa ya nyumba, mwanaume ndiye anatakana aelekeze familia yake namna inatakikana, na tumefundishwa namna naenda kueleza watoto waishi vizuri, watoto waishi, na tumesema wazazi wachunge watoto. Hii muda ni mrefu sana, watoto wanaenda kaa nao nyumbani. Hiyo ndio mafunzo walikuwa wanafundisha. Kila mtu alikuja na bibi yake, tuliambiwa tuje na wanawake zetu wetu, tumekuja nao tumefundishwa kwamba hiyo ndio namna natakana watu waishi, namna wale tunatakana tuwaambie watoto wetu, namna tunatakana tuwaambie majirani na watu wengine, tuweka amani. Tumefundishwa mambo ya peace, mambo ya peace inaanza na sisi na manyumba yetu, kitoka kwa sisi na manyumba yetu, tuambie kila mtu tuwe na peace. Wakati mtu mwingine anaongea maneno sio mazuri, tukataze, usikubali kwa sababu sisi sisi ndio watu wa Kenya na hii ndio inji yetu pekeaka kule inji ngine na tukiharibu hapa tutaenda. Naona majirani wote wandugu zetu wengine wako hapa. Na hii masomo haijaanza leo, walitufundisha miezi mitatu minne iliyopita, na wakati huo walipofunza waume wetu, naona kama amani imerejea Elgon na within Bungoma County tulikuwa tumerankiwa kama gender -based violence Hot spot. Lakini, kupitia kwa masomo ya PBL wakisaidiwa na Red Cross, naona kumekuwa na mabadiliko, kwa sababu sisi wamama wa Mount Elgon wengi tumekuwa tukilalia mambo ya kutengeneza pombe na pia, unaelewa mambo ya madawa za kulevya ndio inaongeza kuharibu vijana wetu. Na kupitia kwa hii masomo ya PBL pamoja na Red Cross tumeweza kupunguza kutengeneza hayo pombe na saizi, mafunzo imetusaidia na imesaidia hata waume wetu kwa mambo ya responsibility, majukumu kwa nyumba. Wamama tumekuwa tukiachiwa almost 100% responsibility, lakini kupitia kwa masomo ya PBL saizi tumeona waume wetu wameanza kujukumika.